Nachotufanya tuwe hapa tuelekee kaunti namba kumi na mbili sasa, ambapo wakazi wanaotumia barabara ya Kaongo iliyoko eneo bunge la Imenti ya kati huko Meru wameelezea hofu yao kutokana na hali duni ya barabara hiyo ambayo imechimbika na kupata mitaro mikubwa. Wakazi hao wameelezea hofu yao kwa iwapo barabara hiyo haitajengwa kabla ya msimu wa mvua, huenda ikaleta maafa zaidi. Hata juzi gari ilikuwa imeanguka hapa mari, tumesimama. Tafadhali tunawaomba wakati huu kwanza, tunaenda mgusimu ya, ya, ya mvua, sijui tutaendea wapi? Watoto wetu hii njia wanaenda nayo ni, o, shuleni. Wanapitia hapa watoto wadogo wa bibi class, wakubwa kwanza, wamama wamezeeka wa, wa, wa, vizuri hawajui kutembea hapa. Hakuna karabati, hakuna kitu, tunatembea miguu, huwezi pitia hapa. Huy anasema hiyo sio barabara, sio yangu, ni a Ntoirinkia anaambiwa, anasema hii sio yangu, ni ya nani? Hiyo maswali tunataka kujibiwa, ni ya nani hii barabara, kwa sababu wanakataa kusema ni ya fulani fulani fulani. Ni ya nani? Sasa, tuelekee kwake Kamau Mwangi kutoka